Mungu ni mwaminifu, kaa mchana na Mungu. Sio Bwana ambaye ni ni mbaya, Mungu ni Bwana ambaye ni mwema, na umpa ujira kila mtu sawa na maombi sawa na kile ambacho anamwomba. Kwa nini? Najua kwamba yale ambayo unalilia usiku na mchana, yale ambayo unamuomba Mungu usiku na mchana, Mungu ataendelea kuyafanya na sio hivyo tu, tafanya zaidi ya vile ambavyo unaweza kuwaza na kufikia. Asubuhi ya leo kwa ajili ya kutupeleka mbele za Bwana, ninaomba tufungue Zaburi ya ishirini, Zaburi ya ishirini. Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada toka patakatifu yake na kukutegemeza toka Sayuni azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Na tushangilie wokovu wako kwa jina la Mungu wetu, tuzitweke bendera zetu. Bwana akutimizie matakwa yako yote sasa. Najua kuwa Bwana atamwokoa masihi wake, atamjibu toka mbingu zake takatifu kwa matendo makubwa ya wokovu ya mkono wake wa kuume. Hao wanataja magari, hao farasi, bali sisi tutetea jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Bwana, mwokoe mfalme, utuitikie siku tuitayo. Haleluya! Kuna mambo makubwa manne. La kwanza, kuna siku inaitwa siku ya dhiki, ni kila mtu atapitia na jipange wakati kama huo kumwomba Mungu akupe neema ili utakaposema, Baba aseme niko hapa, utakapoita mfalme, aseme nimekuja kukusaidia. Na ninaomba Mungu kwamba kwa, kwa sababu ya kucha ya asubuhi kwako kwa katika maombi kama haya, basi siku ya dhiki yako Bwana akasikie sauti yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ambayo unahitaji msaada wa Mungu katika mambo mengi, kwa sababu vita vya maisha ni vingi na sikudanganye mtu kwamba mimi nimeshinda, hakuna nieshinda mpaka siku kulala kaburini, na tunahitaji msaada wa Mungu. Jambo la pili, ule mstari wa nne, natamani uangalie vizuri, anasema Bwana azikumbuke sadaka zako zote. Kwayo ina maana kuna mambo mawili: sadaka inaweza kuwa pesa, sadaka inaweza kuwa muda unaotoa. Mungu atakumbuka ulipokuja kanisani Mungu atakumbuka pesa ulizowapa watu mbalimbali. Mungu atakupa haja za moyo wako. Kwa sadaka, sio lazima iwe ni kwamba umeenda kanisani ukaenda kwenye kapu cha sadaka ukatoa hela. Kile kitendo cha kusema usingizi kwa heli, mimi nakwenda kumwabudu Bwana ni sadaka, na ndiyo Mungu anaiangalia. Lakini la mwisho au la tatu ni kwamba Mungu anajibu maombi. Na mkono wa kume wa Mungu umesimama kwa ajili ya kuwasaidia watu wake. Jambo la mwisho, kuna watu wana baba mdogo wana baba shangazi ambao ni watu wakubwa, wengine baba zao ni mawaziri, wengine ni marais. Anasema ndio, wanawezekana wakawa na yote hayo, hata wengine wakuu wa mikoa, wengine wakuu wa maeneo. Anasema anaweza kuwa na yote hayo, lakini sisi, sisi, sisi, sisi atubabaiki nayo tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu, na anasema wazi, anasema kwamba wao wameinama kwa na kuanguka kwa kwa tutaogopa farasi na magari yao, bali sisi tumeinuka na kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ni ngome imara kwa wote wamchao. Kutokana na uelewa huo, ninaomba tuendeleze, Mungu aliye hai kumwambia, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako tunalibariki jina lako kwa sababu ya fadhili zako. Wewe ni Mungu mwaminifu usiyebadilika, rehema zako ni mpya juu ya maisha yetu kila asubuhi. Pokea sifa na shukrani, sauti yako, nenda mbele za Bwana. Baba, tunakushukuru tena, asante kwa ajili ya jeshi kubwa la malaika ambao limekuwa leo. Asante, umetupa kibali cha kuwa nyumbani mwako, sio kwa sababu ya uwezo wetu ni e kwa sababu ya neema kurema e kwa mkarimu, na fadhili zako tu Bwana, ni kwa sababu ya ukarimu, uaminifu na uruma zako tu Bwana, tunalibariki jina lako, tunakuabudu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu mwaminifu sana kwa ajili ya watu wako. Asante kwa ajili ya ulizi, asante kumkanyaga adui, asante kumpiga yule ambaye alikuja kwa ajili ya kutaka kutuangamiza. Na leo Bwana umetupa kibali cha kuiona asubuhi ya leo. Sio kwa akili zetu, sio kwa uweza, kwa neema tu Bwana tuna kutukuza, tuna kuabudu. Hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa asubuhi hii. Tunaomba wazi nasi, baada tena Bwana ukabariki kuabudu kabluni kushi kwetu, damu ya Yesu Kristo kanene mema katikati yetu, Baba ukakumbuke dua na maombi yetu, ukatujalie haja za mioyo yetu, katika jina la Yesu, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Namba 61 pamoja tumesikia mbili, namba 61. Na moja, na moja.

pendwa katika Bwana. Napenda tuangalie somo ambalo kidogo sio la kawaida sana, lakini ni somo ambalo litatusaidia katika mambo mengi. Ni somo linaitwa maombi ya kutengua utumwa wa pamoja. Karudia tena. Maombi ya kutengua utumwa wa pamoja. Katika maisha ya mwanadamu kwenye kuanzia maeneo matatu, kwanza kwenye familia, kuna utumwa wa pamoja. Yawezekana tunatoka katika familia ambazo zinakuwa na mambo ya kishirikina, kwa hiyo kunakuwa na mikataba ambayo imeandaliwa, sio kwamba umetaka lakini kwa sababu katika familia ile watu wameweka mazindiko kwa nyumba ambao unaishi, wamemwagia vitu fulani, kwa maana yake unakuwa mtumwa bila kujielewa, kwa sababu Mungu anakuwa yupo kwa unaitwa utumwa pamoja na. Kumbuka kama ambavyo Mungu ni bwana mwema, shetani ni bwana mbaya. Kazi ya shetani ni kuchinja, kuua na kuharibu, lakini pia shetani anahitaji sadaka ambayo ni sadaka ya damu kwa unapokuwa katika utumwa wa pamoja kuna masharti, mathalan kunaweza kuwa na masharti kuna, kuna mmoja juzi aniambia hawezi kuvaa viatu, kwani mtumba ana hela, lakini haruhusiwi kuvaa viatu kwa sababu yuko katika utumwa wa pamoja wa kifamilia. Ana magesi ana mahoteli pale Mbeya, lakini hawezi kuvaa viatu. Mwingine ana matatizo makubwa ya kutoka damu puani, sio kwamba ni mtu mbaya lakini ile roho ya kifamilia imekuta mikataba kwamba lazima damu itoke puani, kwa baada ya muda fulani, mwisho wa mwezi lazima damu ianze kutoka puani. Unaitwa utumwa wa pamoja. Kwa kuna wakati wengine pia lazima wasimalize miaka yao ya maisha, lazima jambo fulani litokee, ambao lazima liwachukue, na wengine lazima wapate ajali, ili damu iweze kupatikana kwa shetani kama ilivyo kawaida kazi yake ni kuchinja, kuua na kuharibu. Lakini pia kuna utumwa wa pamoja wa elimu. Kuna familia hairuhusi kupita elimu ya baba, na utakapoanza kusoma sana utaanza kuona giza, lazima utarudi nyuma. Waweza kwenda mpaka kwenye mtihani, lakini huwezi kufaulu. Hiyo unaitwa utumwa wa pamoja, kwa sio wewe peke yako, ni nyumba nzima, familia nzima inakuwa inakuwa hivyo lakini wengine wana utumwa wa masuala mazima ya ndoa. Kuna familia ambazo ukioa lazima utaachana mke wako, haiwezekani ukakaa na mke wako. Kaka alishaachana na mke, ameoa wa pili naye amemwacha, mdogo mtu naye ni hivyo hivyo, ni watu ambao hawawezi kukaa na ndoa. Kwa hiyo kuna vitu vinajichomeka makusudi, wakienda kwenye ndoa lazima apate matatizo, wanakutana na wanawake ambao ni konki kwao, maana yake ndoa lazima itajibu. Kwa nyumba zima wote ni mabachela, ingawa alishaoa. Na yule anaendelea kuishi katika ndoa anaishi katika matatizo makubwa, hana furaha wala ana amani. Inaitwa utumwa wa pamoja. Aina ya pili, utumwa wa pamoja ni utumwa wa pamoja katika maeneo tunaoishi. Tuko eneo linaitwa Zinje au zamani walikuwa wanaitwa zuzu kwa sababu wanaita ni zuzu, ndio watu walikataa hilo jina. Ina maana watu wanaokaa kule wote ni manini, sio sisi. E, lazima ujue kwao, lazima kuna vitu vinaitwa utumwa wa pamoja. Uzuzu utakuwepo tu, utashangaa umekaa vizuri, lakini kuna kauzuzu fulani kuangalia vizuri. Watu wanaokaa mbali na wewe wanaona kuna kauzuzu fulani ndani yako, kwa sababu hii sehemu imetamkiwa kuwa ni ya utumwa wa pamoja kwao. Ni lazima ufike hatua kusema hapana, yatosha. Kuna nyumba unaenda kupanga, kwa sababu ameshaweka vitu vyao, lazima uwe katika utumwa wa pamoja. Kama ulikuwa ni mwanamke, lazima uchoropoe mimba. Kama ulikuwa ni mtu ambaye ni wa kawaida, lazima upate magonjwa fulani. Unaitwa utumwa wa pamoja. Kwa hiyo kuna watu au familia au sehemu wanaotumwa pamoja. Ni kama shuleni, wale waliokuwa wanasoma shule hata msingi, kuna wakati mwalimu anakuja darasani hata kama ulikuwa umekaa peke yako uongei, anawaita wote, njoni hapa, ni fimbo wote, hata kama ulikuwa hujafanya kosa hilo, unaitwa utumwa wa pamoja kwa sababu umeingia katika kundi ambalo limepewa laana au kupigwa pamoja. Kwa leo asubuhi, ujui aina gani ya utumwa ambao umeingia kwenye maisha yako, ujui mahali unapoishi unakotoka, kuna utumwa wa aina gani, kwa tunaenda kuvunja aina yoyote ya utumwa wa pamoja na Mungu atakupa neema kutofautishwa katika jina la Yesu. Haleluya! Mtumishi wa Mungu wa yu, dad, Yusufu alitengwa katika utumwa wa pamoja wa njaa, lakini Danieli alitengwa katika utumwa wa pamoja wautaka uwawe, kwa sababu Mungu alimkusudia mema. Kitabu cha Timotheo wa pili ile sura ya nne mstari wa kumi na nane anasema, Bwana ataniokoa na kila neno baya na kunihifadhi hata nifike ufalme wake wa mbinguni. Utukufu na yeye milele na milele, amina. Neema ya Mungu ni kukuokoa na kila linaloitwa baya Unapoenda kuomba wa asubuhi ya leo, Mungu anaenda kukuepusha na utumwa wa pamoja, na anaenda kukupa neema ya kuweza kupata ushindi ambao sio ushindi wa kawaida, bali ushindi wa kudumu katika maisha yako yote, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu akutie neema, akutie heri ili uweze kudumu katika kumjua yeye na kujua siri zake. Bwana Yesu asifiwe. Tutainuka, tutaimba pamoja wimbo namba mia moja na tatu, kisha tutaendelea. Amen. Sema Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru asubuhi kwa sababu ya wema wako uaminifu wako na fadhili zako zilizo mpya kila ninapoitwa asubuhi. Sema Baba, katika jina la Yesu ninalibariki jina lako, kwa maana katika nguvu ya jina la Yesu, kwa maana katika nguvu ya jina la Yesu kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri Yesu ni Bwana, nami nakiri Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Sema Baba, katika jina la Yesu ninashukuru kwa ajili ya neema kwamba Yesu alikuja ili kunitoa katika kila utumwa. Ninajifunika kwa damu ya Yesu, ninafunika roho yangu kwa damu ya Yesu, mwili wangu na vyote nilivyo navyo, katika jina la Yesu. Baba, asubuhi ya leo ninatubu dhambi yoyote ambayo inanizuia nisifanye maombi asubuhi ya leo. E Bwana, kumbuka rehema. E Bwana, kumbuka rehema katika jina la Yesu Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo nguvu yoyote ambayo imesema maombi yangu yatakuwa ya bure, asubuhi ya leo ninaamuru nguvu hiyo, pokea moto, moto, angamia asubuhi ya leo katika jina la Yesu Baba, katika jina la Yesu, kwa namna yoyote Shetani amelifunga kifungo, Shetani amefunga ya miguu yangu, Shetani amefunga ya mikono yangu, nina amuru ewe minyororo, ewe nila katika katika katika jina la Yesu Baba, katika jina la Yesu. Aina yoyote ya kufungwa na adui, ya kukamatwa na adui, leo achilia ya maisha yangu. Ile roho ya mazuzu, toka kwenye mwili wangu, toka kwenye maisha yangu, shindwa katika jina la Yesu, tunafukia kaburini uzuzu wa aina yoyote juu ya maisha yetu. Mimi sio zuzu, mimi sio zuzu, mimi ni mshindi, mimi ni mtoto wa Mungu. Ninakataa uzuzu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, e Mungu, ewe Roho wa Mungu aliye hai, asubuhi ya leo niinue, nisimamishe tena, niinue nifanye kuwa bora katika jina la Yesu kitu chochote kinachowakilisha ufalme wa mapepo ufalme wa majini kinyume cha maisha yangu, aipika leo, aipika leo, angamia kwa damu ya Yesu, shindwa milele katika jina la Yesu. E Bwana, ninaomba upate kurejesha nguvu ndani yangu, e, neema ndani yangu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, fungua macho yangu, kinyume cha kile kinachoonekana katika jina la Yesu. Baba ninaomba washa moto tena kwa ajili ya maisha yangu mafanikio yangu kuinuka kwangu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana ninaomba unisaidie katika matatizo haya nikaweze kupata ushindi katika jina la Yesu. E Bwana ninaomba uniepushe na kuyaondoa kila maneno ya uongo niliyojiambia mwenyewe katika jina la Yesu kila aina ya kufuri za kuzimu ambazo zimefunga maisha yangu, aina yoyote ya minyororo ya kuzimu ambayo imefunga maisha yangu leo kwa jina la Yesu angamie kwa moto, katika katika achie roho yangu baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, roho yoyote ya kipofu roho yoyote ya kutosikia juu ya maisha yangu, shindwa milele katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu ninaomba asubuhi leo, e Bwana ukapambane na kila adui anayepambana nami na kila vita vinavyopigana nami katika jina la Yesu. Baba ninaomba asubuhi leo, kila aina ya mifungo kutoka kwa baba yangu, kila aina ya mifungo kutoka kwa baba yangu mama yangu, leo katika katika achia roho yangu, achia maisha yangu achia nafsi yangu, kila aina vifuko kutoka nyumba nayokaa, ardhi nayokaa, ninaamuru leo pasuka, angamia katika aibika katika jina la Yesu. Ewe Roho Mtakatifu, washa moto, washa moto, achiria mvua za baraka juu ya maisha yangu asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba ninanyosha mikono, naomba kama kuna siri yote ndani yangu ambao unatakiwa niijue, ukaifunue kwa ndoto, ukaifunue kwa maono, ukaifunue kwa neno lako katika jina la Yesu. e nguvu ya Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, ukaachilie maji ya uzima, ukaachilie maji ya baraka, ukaachilie maji ya uponyaji katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unajua nini kinakusumbua. Ingia ndani sasa, muombe Mungu wako, ongea naye.

aina yoyote ya mambo aina yoyote ya matatizo ambayo nayapata kwa sababu ya nyumba baba yangu, kwa sababu ya nyumba baba yangu na mengine siyajui, leo ninayavunja, ninayapoa, ninayaribu, nina katika jina la Yesu. Chochote kinachofanya kazi ndani yangu kwa sababu ya tabia baba yangu, kwa sababu ya tabia mama yangu, na hivyo kimenikamata mimi, leo ninakikataa ina yaguru aemya a a

tunajua kuna tarehe zimeandikwa baya atupishe kesho na milele, lakini pia Mungu atupe neema ya ushindi katika maisha yetu. Ombea pia kanisa, Mungu aondoe roho ya uzuzu, roho ya kukamata kwa kanisa, watu wakawekwe huru katika jina la Yesu. Inua sauti yako, tunanapona Baba katika jina la Yesu tunaimba taifa Katika jina la Yesu, utukufu wako pekee ndio ukapate kuonekana Bwana, katika jina la Yesu Kristo la hai Baba, tunahitaji msaada, tunahitaji uongozi wa Mungu Mtakatifu, tunaomba utuvushe salama katika hili, tunaomba uturehemu Bwana ukatufadhili kwa mkono wako wenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo la hai Baba, katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili ya kanisa la Maria Baba. Tunaombea washirika wote popote walipo. E Bwana, ukawakumbuke, tunaomba neema juu ya maisha yao, wasaidie kila mmoja kutokana na utumwa wa aina yoyote. Nguvu zozote ambazo zimekamata roho zao, nguvu zozote zizokamata nafsi zao, tunaomba zikapate kushindwa, bali neema yako Bwana ikawaache huru. Tunamwombea mama yule, Baba ukamponye magonjwa yote. Tunamwombea baba yule, Baba ukamweke huru na dhambi na mateso katika jina la Yesu.

Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, utakalo lifanyike hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu ya kila siku, utusamehe makosa yetu kama nasi tukasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, bali utuepushe na uovu, kwani wako ni ufalme, nguvu na utukufu hata milele. Amen. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitakufuata mimi siku zote za uhai wangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Mungu bariki sana, katika jina la Yesu. Kuwa na siku njema, baraka na kamshia.